Sasa hivi mtu ukimwambia akikujia akikujia mtu anakwambia, nimekwama kidogo, kuna watu hawanilipi, lakini vile vile kila ninavyotafuta riziki zangu hazikunjuki, sina mkosi gani? Basi ukimwambia kaa kitako soma Alam Nashrah tatu kwa mfumo huu, mswalie Mtume mara kadhaa, fanya hivi, sali rakaa mbili, anaweza kuona mtu wa ajabu sana, yaani wewe mimi nimekuja na shida yangu, anambia nikasali rakaa mbili nisome Al-Nasr. Kwa sababu gani? Imani yake ni dhaifu ndogo sana. Kumbe watu yale zile ndizo funguo wanazofungulia mambo yao, kumbe ule ndo wepesi wa yale mambo Allah kashauweka tayari. Asa watu wamekuwa na imani ndogo, mtu akikujia anataka umwambie, bwana, mimi nahisi kama utamwendea fulani na project hivi na mipango pango hii atakupa pesa au wewe tia mkono mfukoni, maana pesa hizi hapa, chukua, kafanyi mambo yako, ukizipata tarudishia hapa. Ataona wao wamemsaidia sana kuliko kumwambia kitako mswali Mtume mara elfu moja kila siku siku, siku saba, jambo litafunguka. Kwaona huyu mtu wa ajabu sana, mimi mswale Mtume hayafunguki. Kwa wewe kwa sababu hujawa tayari, lakini aliyeko tayari akifanya ibada ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakidhiwa mambo yake, yote yatakaa sawasawa, lakini naye akae sawasawa, lile analolifanya aliamini, na hapo utakutana na maajabu makubwa. Kwenye salatu ala nabii kuna maajabu makubwa sana, katika kufungua mambo na kutengeneza hali zetu za kimaisha na hali zetu za za kidunia na za akhira. Lakini wafanyaji tupo, mtu anawaambia afanye mia moja tu, tuwa vivu, hatumswalii mtume sallallahu alayhi wasallam. Mimi nimswali mtume ndo nipate hivi, sallallahu alayhi wasallam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nitapata hivi. Hebu kaa sawa sawa, halafu fanya. Nilizungumza mada ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam karibuni nikairusha, na ndio mada zinazopata comment nyingi za watu, kwa sababu ni mambo ambayo tajiriba yake ishafanyika na watu wengi, na mafanikio afayai wameyaona watu wengi, wamefanya na wameona na matunda yake na faida zake, basi wataunga mkono na watatoa ushuhuda wao. Juzi nimekutana na mama mmoja namuona tu hapa Wete, lakini akanambia, nimeona ile clip ulioitoa kuhusiana na fadhila na matunda ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nimepata ashki na raghba ya kufanyia kazi zaidi na nimeona matunda yake. Ikabidi mama mwage siri zake kidogo, akanambia, katika siri moja basi, yeye kashamuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tumesema hapa, ikiwa utadumu katika kumswalia sana mtume sallallahu alaihi wasallam ukadumu na hilo ukaweka mambo pembeni mengine mengine asiokuwa na maana basi swala kumwona mtume ni jambo la kawaida utamuona atakuja mwenyewe atakuja usingizini kwako na akija mtume tulisema hapo kwamba kama mtume mwenyewe alivyosema kwamba bilisi hawezi kujifananisha na, na yeye lakini bilisi mwenyewe anatuwekea ukuta tunakuwa wazito kuyafanya kitako kidogo cha Mungu hichi mtu anaona kizito sana kukaa kitako, na mja atakiwa awe na faragha katika masaa yake 24, awe na faragha na Mwenyezi Mungu, awe ana muda wa Mungu tu, awe nakaa analeta dhikri zake, anamswalia mtume idadi zake mpaka zitimie, ajiwekee, ajikomit. Sio leo kafanya kesho kaacha, hatufiki na haya Ibilisi, kwa kuwa ni msomi anayajua, atakushughulisha tu, utaacha siku mbili tatu, fujo jingi baadaye. Mm. Kaa kitako, msalie sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ibada kubwa zinazofungua mambo na kutengeneza ni hizo. Yeah, na mimi... mm. kwa hiyo haya mambo ukiyazungumza, walioyafanya watakwambia kweli, mimi nipata hili na hayo, hiyo ni mifano mepesi mepesi tu. Mimi nilikuwa naangalia comment za ile mada basi kuna watu, kuna mtu anasema, nilikuwa na deni NMB deni, lakini mimi nikawa najipinda kumswalia Mtume kwa siku sipungui mara elfu kumi ka <laughs> na shida kwa kweli, mara elfu kumi Anasema anasema kuna siku imeingia message kwenye simu yake, deni limelipwa <laughs> manake unatamani, una yule mtu umpate umuulize kweli hiyo? <laughs> Lakini ndio kaweka comment ukaondoka. Lakini wako wengi, na mimi siyapingi haya kwa sababu najua uhakika wanachokizungumza. Kwa hiyo ni mambo ambayo ajabu, a magumu magumu. Vipi, kushatafuta kilainishi, tushapewa taisirul umuri fi salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.